Akitangaza matokeo hayo, waziri wa elimu Ogamba Migos alitaja ngazi tofauti za matokeo hayo ambayo yana jumla ya alama nane katika kila somo, ikiwa ndio alama ya juu zaidi. Laura Otieno anatoa tathmini ya jinsi matokeo hayo yanajumlishwa kulingana na maelezo ya baraza la mitihani nchini nek Baada ya mwezi mmoja wa tumbo joto, wanafunzi zaidi ya milioni moja waliofanya mtihani wa KJSEA walijuzwa mbivu na mbichi Alhamisi. Afisa mtendaji wa baraza la mitihani David Njengere alitoa maelezo kuwa matokeo hayo yalijumlisha matokeo ya mtihani nyingine ikiwemo KCPE, tathmini ya gredi ya saba, miradi mitatu ya gredi ya tisa, pamoja na mtihani wa KJSEA uliofanywa mwezi Novemba. We are reporting on the learners' achievement using a rich array of data that has been accumulated kwa upande wake Waziri Migos Ogamba alifafanua jinsi alama hizo zilipokezwa, ambapo alama nane ndio bora zaidi katika somo na alama moja hadi mbili ikiwa alama ya chini zaidi kwa mtahiniwa the has taken a similar approach with each level being further divided into two, hence an eight-point scale. Mtihani wa KJSEA ulikuwa na jumla ya masomo manane yaliyojumlisha kuchagua matokeo, kuandika, pamoja na miradi tofauti. This assessment goes beyond what you know as traditional examinations. It focuses on identifying learners' strengths

Mtaala wa CBE ulianzishwa kuondoa mtaala wa 844 ambao ulitumika humo nchini kwa zaidi ya miaka 30. lhi Lora Otieno, runinga ya Citizen.